Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu na mgombea urais kupitia chama chetu, Chama cha Mapinduzi, karibu Bunda. Bunda ndiyo wilaya ya kwanza ukiwa unaingia mkoani Mara, na hawa wanabunda kwa umati huu wamesema Oktoba ishirini na tisa tunaenda kumaliza kazi, tunaenda kutiki ili wewe uwe rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti na mgombea urais wetu, sababu ya kufanya hivyo Oktoba ishirini na tisa tunayo uwezo wa kufanya hivyo Oktoba ishirini na tisa tunayo dhamira ya kufanya hivyo Oktoba ishirini na tisa tunayo. Mheshimiwa mgombea urais na mwenyekiti wa chama chetu, unatupenda sana sisi, wananchi wa jimbo la Bunda mjini, wananchi wa wilaya ya Bunda moja. Mheshimiwa mgombea urais umefanya mengi kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa mgombea urais umefanya mengi kwenye sekta ya maji. Mheshimiwa mgombea urais na mwenyekiti wetu wa chama cha Mapinduzi umefanya mengi kwenye sekta ya elimu. Sisi wananchi wa Bunda na wananchi wa jimbo la Bunda mjini, jimbo la mjini linaloongozwa na mgombea Esta Amos Bulaya, hakika tarehe ishirini na tisa tutakulipa ushindi na ushindi wa kishindo. Mheshimiwa mgombea urais wa chama chetu kwenye sekta ya afya, naomba nizungumzie machache. Hivi tunavyozungumza tumeshakamilisha umaliziaji na tatu mheshimiwa mgombea urais, hivi tunavyozungumza umetupa ujenzi wa hospitali ya halmashauri yetu ya mji iliyopo jimbo la Bunda mjini, mbali ya kwamba kuna hospitali ya wilaya kwenye jimbo la Bunda. Mheshimiwa mgombea urais, sisi kwenye jimbo hili la Bunda mjini umefanya mengi. Kuna vituo vya afya tumevikamilisha, ikiwepo kituo cha afya cha Waliku. Mheshimiwa mgombea rais, tumepata vifaa tiba. Mheshimiwa mgombea urais, ume, umekamilisha baadhi ya ujenzi wanyumba, kitari, ili, wa nyumba za madaktari ili wakitoa huduma kwenye vituo vya afya wabaki huko huko. CCM oye yeah. Mheshimiwa mgombea urais, unayafanya haya kwa sababu unajua baada ya tarehe ishirini na tisa kukuchagua, kwenye sekta ya afya umezamilia kutengeneza mnyororo sahihi wa huduma ya afya. Najua ndani ya siku mia moja baada ya kutufanyia haya umesema utaki kumwona mwanamama wa Bunda mwanamama ambaye ataenda hospitali kujifungua eti adaiwe vifaa vya kujifungulia nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini mheshimiwa mgombea urais, umesema ndani ya siku mia moja was walioipigania nchi yetu kwa jasho na damu watapata matibabu bure. Sisi wananchi wa Bunda tutaenda kupiga kura, tunajua una jambo unataka kututendea kwenye sekta ya afya, ambayo mwanzo tu ulishatupa zaidi ya bilioni nne. Mama sisi ni nani? Tarehe ishirini na tisa tusiende kupiga kura? Na mkoa wa Mara, wananchi wa jimbo la Bunda mjini wakisha dhamiria tarehe ishirini na tisa tunaenda kupiga kura za ndio, mheshimiwa mgombea urais. Kwenye sekta ya elimu hujatuacha, tayari tumejenga madarasa ya kutosha zaidi ya hamsini, tayari tumejenga matundu ya choo kwenye shule za wanafunzi zaidi ya mia moja thelathini na moja lakini vile vile tumeje, tumeongeza sekondari mpya huko nako ukutuacha, zaidi ya bilioni tatu nukta nane umetupa mama, mgombea urais, sisi ni nani? Wanabunda, tusijitokeze kwa wingi tarehe ishirini na tisa kukupa kura za kishindo, mheshimiwa mgombea urais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Tunajua dhamira yako ya kumtoa ndoo mwanamke kichwani, na hii pia ipo kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Mama tunasema asante. Hapa mkoani kwetu katika sekta ya maji zimetengwa bilioni ishirini na sita kwa ajili ya kukamilisha miradi tisa ili kina mama hawa wa jimbo la Bunda mjini waweze kutuliwa ndoo kichwani. Mama, tunasema asante. Hivi ninavyozungumza tayari bilioni kumi na tatu nukta saba zimetoka, ziko saiti zinafanya kazi. Sisi ni nani wa mama wa Bunda, vijana wa Bunda, wa baba wa Bunda, tusijitokeze tarehe ishirini na tisa kukupa kura za kishindo, mheshimiwa mgombea urais na mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi. Najua unawapenda bodaboda, najua unawapenda mama lishe, najua unawapenda vijana, najua ndani ya siku mia moja umetenga bilioni mia mbili kwa ajili ya kuwawezesha wajasiriamali wadogo wadogo, mheshimiwa mgombea urais, ni kuhakikishie sisi tutatoka kwenda kupiga kura, kwa sababu kuna mengi umetufanyia. Najua pia kuna mengi ambayo unatarajia kutufanyia kwa ajili kuzimalizia ili wamama hawa wapate maji safi na salama. Na Mheshimiwa mgombea urais kwa kuanzia, kwa kuanzia tunahitaji bilioni tatu tuweze kujenga tanki kubwa lenye ujazo wa lita milioni tano ili tuweze kusambaza maji kwenye kata hizi za Bunda mjini, na tanki lenyewe linajengwa kata hii ya Kabalimu Kilimahewa. Mheshimiwa mgombea urais, tanki hilo likijengwa litakuwa na uwezo wa kusambaza maji na wananchi hawa wa jimbo la Bunda mjini. Tatizo ya bili kuwa kubwa kwenye jimbo hili itapungua kwa sababu mtandao wa maji utakuwa umeenea. Mheshimiwa mgombea urais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, pia jimbo la Bunda mjini mradi wa Nyabeu hivi tunavyozungumza unatumika kwa asilimia arobaini na tano, lakini kwenye asilimia hiyo arobaini na tano maji mengi yanapotea kutokana na miundo mbinu. Upo mradi wa kujenga bomba la chuma kutoka pale Migungani kwenda mlima Kaswakwa. Huo utadhibiti upotevu wa maji, gharama yake bilioni moja nukta tano. Kwa sababu zile kumi na tatu umetupa, tuna imani utatupa na wanawake wa jimbo la Bunda mjini. Wanawake wa Bunda ndo mwanamke, mama unaenda kumtua, kwa sababu umedhamiria, kwa sababu unawapenda, kwa sababu unawajali. Sisi ni nani? Tarehe ishirini na tisa tusijitokeze na mheshimiwa, pesa hizo zikikamilika wamama wa Waliku watatuliwa ndo kichwani, wamama wa Guta watatuliwa ndo kichwani, wamama wa Kunzugu watatuliwa ndo kichwani, wamama wa Sazira watatuliwa ndo kichwani, wamama wa Kabasa watatuliwa ndo kichwani, hawa wote kwenye makokoto na kata zote za jimbo la Bunda mjini, tutaenda kunufaika na upendo wako na dhamira yako na ilani ya chama chetu, kuhakikisha huduma ya maji tunaipata kwa asilimia mia moja. Mheshimiwa mgombea urais, hapa ni jimbo la Bunda mjini, na sisi ndio tunaopokea watu na mjini unaenda kuwa mji wa kitalii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliahidiwa ukamilishaji wa mradi wa tactic ili tupate kilomita ishirini na tano za lami ili tupate stendi ya kisasa ili tupate soko la kisasa ili tupate machinjio ya kisasa. Hayo yote yataongeza uchumi katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda, na lile kapu kubwa utakalotupa na mapato tutakayokusanya sisi na madiwani wangu kumi na tatu na madiwani wa viti maalum, mimi nikiwa kiungo mchezeshaji wa timu ya Barcelona, na wale ndio washambuliaji wangu kwenye kata. Mheshimiwa mgeni rasmi, hakika tutaenda kuifanya hii kazi, tutaenda kuhakikisha dhamira yako mgombea wetu wa uraisi wa kutatua matatizo ya watanzania na waliopo Bunda na wajimbo la Bunda mjini yatatekelezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa heshima na taadhima, kwa unyenyekevu mkubwa, tunayo pia mambo mengi ambayo umetufanyia. Kwa upande wa kilimo, kwa upande wa ufugaji, tuna shida ya mnada wa Bitaragulo, tuna shida ya majosho, tuna shida ya marambo. Hakika chini yako tukishakupa kura tarehe ishirini na tisa na hilo tumekubaliana, hakuna mjadala, wilaya ya Bunda na jimbo la Bunda mjini. Mungu akuweke, Mungu akupe maisha marefu Tano, kwa sababu tuna safari yetu ya maendeleo katika jimbo la Bunda mjini katika wilaya ya Bunda. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wa Bunda, nyosha mikono juu, naomba niwaone. tarehe ishirini na tisa tunaenda kupiga kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. tarehe ishirini na tisa tunaenda kupiga kura kwa wabunge wote watatu wakiongozwa na kadada ka mjini kamjini Esta Amosi Bulaya Tarehe ishirini na tisa tunaenda kupiga kura kwa madiwani wetu wote kumi na tatu katika jimbo la Bunda mjini na majimbo ya kaka zangu kule Mwibara. Kwa unyenyekevu mkubwa, kwa heshima na taadhima, mimi mtoto wenu, mimi binti yenu, na unyenyekevu mkubwa, tunaomba kura za ndio. CCM, oye oh yeah! Daktari Samia Suluhu Hassan oye oh yeah! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana, wanabunda hoye! Naomba nimkaribishe ndugu Boniface Geteru, mgombea ubunge Bunda vijijini. Karibu.